Ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote. Sasa tunapolisikia neno lake tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutupa zawadi ya mwaka mpya, mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Na leo ikiwa ni siku ya kwanza, tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita, tunanyenyekea mbele zako tukiendelea kukutegemea na sasa, tunakusihi ufungue masikio ya mioyo yetu, neno lako la uzima lipate nafasi, litulee, lituongoze katika njia inayofaa ya kuendelea kukuelekea wewe na kukutegemea daima hata baada ya maisha haya tukaurithi uzima katika we Yesu Kristo Bwana wetu, Amen. Nasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Kutoka mlango wa mwisho, kitabu cha Kutoka ule mlango wa mwisho, mlango wa arobaini mstari wa thelathini na nne mpaka ule wa thelathini na nane kutoka mlango wa 40 mstari wa 34 mpaka ule wa 38. Nasoma katika jina la Bwana. Ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani, wala Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake. Na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Amini natukae. Bwana Yesu asifiwe. Heri ya mwaka mpya wapendwa katika Bwana. Siku hii ya mwaka mpya wa elfu mbili na ishirini na sita tunapewa neno hili kubwa kutoka kitabu cha Kutoka mlango wa mwisho mistari ya mwisho ni rahisi kushika. Mlango wa mwisho, mistari ya mwisho ambayo inaanza 34 mpaka 38 Mambo makubwa ambayo tunayaona katika somo hili ni kwamba Mungu yuko katikati ya watu wake, Mungu yuko katikati ya watu wake wana wa Israeli, na kama mnavyoona mlango huu wa arobaini ambacho ni kitabu cha mwisho unajaribu kuweka mkazo huo muhimu. Ukipata muda, anzia pale mstari wa kwanza, utaona habari hii inavyozungumzwa vizuri. Na hapa Mungu, pale mwanzoni, anamwagiza Musa kujenga hema ya kukutania, hema ambapo watu watakuwa wanakutana, yani wakiwa njiani wawe na vituo, vile vituo wanajenga hema hapo, wanakutana humo, imeitwa hema ya kukutania. Maana yake Mungu anakuwepo kwa namna yake akikutana na watu wake, na utaona ujumbe huu, ambapo Musa anaambiwa ajenge hema hii, inawekwa mkazo vizuri kwamba ndipo Mungu atakapokuwapo, wameita tabernacle kwa Kiingereza, ni the meeting point ya Mungu na wanadamu, wana wa Israeli. Na ukianzia pale mstari wa kwanza utaona habari hii inavyowekwa vizuri. Mungu ameweka hata taratibu za ujenzi, kwamba utajengaje hema hiyo, utaweka meza, yani lazima utengeneze kama madhabahu, kama hapa madhabahu, na kuipamba na kitambaa kizuri na utalaza sanduku la agano, lile sanduku la agano ambalo walikuwa wanatembea nalo wana wa Israeli, ambalo lilikuwa na amri kumi za Mungu, litalazwa hapo. Na ndio maana tunaweka Biblia hapa mbele, naweka Biblia kwa niaba ya sanduku la agano, maana kwenye Biblia ndipo tunaoma kumbushwa amri kumi za Mungu. Sanduku la agano tena halikuwa linajengwa kwa wa, kwa haraka haraka lilijengwa tarehe moja mwezi wa kwanza miaka ili. Naomba na kusoma ule mstari wa pili, anasema na siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, yani kama leo siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, hapo ndipo utasimamisha hema ya kukutania. Najaribu kuyaeleza haya ili tuone, hema ya kukutania ambayo tunaijenga sisi tarehe moja mwezi wa kwanza mwanzoni mwa mwaka tunaijenga kwa namna gani? Na baada ya ujenzi wa hema, Mungu alishuka kwa njia ya wingu. Wingu lilitanda katika hema ile, wingu kubwa, kuonyesha kwamba Mungu amefika pale. Ule mstari wa 34 anasema, ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kutania na huo utukufu wa Bwana Ukaijaza maskani. Ulipojenga hema hii tarehe moja mwezi wa kwanza, wingu likashuka kama alama ya kuwepo kwa Mungu. Alama hii ya uwepo wa Mungu katika maisha yao, mnakumbuka hata walipokuwa wanasafiri wanasafiri njiani, mara nyingi Mungu alijionyesha kuwa pamoja nao, ukisoma ule mlango wa 13 wa kitabu hiki cha Kutoka, akiwepo pamoja na watu wake kwa njia ya wingu na sasa hapa kwa njia ya wingu katika hema ya kukutania anaonyesha kwamba yupo pale. Ule mlango wa kumi na tatu mstari wa ishirini na moja nasema, nasema maneno haya: Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya wana wa Israeli. Ndugu zangu, Mungu anakuwepo mahali ambapo pameandaliwa pa kukutania na watu wake, na nayasema haya kwa sababu hapa hapa ndipo madhabahu ambayo Mungu amekubali tukutane hapa, tukutane na isipite siku ambayo wewe hufiki katika madhabahu hii, hapa pa kukutania. Na nasema haya e, nilikutana na mtumishi mmoja, yeye alijiita anatengeneza madhabahu za watu. Haya mambo ya siku hizi, mambo mapya, anatengeneza madhabahu, anafika nyumbani kwako, anakuambia, hapa nimekuja na kutengenezea madhabahu, mara moja anakuombea, hapa ni madhabahu yako, sasa toa sadaka maana madhabahu si ndio pa kutolea sadaka? Watu wanatoa sadaka, anaondoka nazo, si unajua? <laughs> hizi shida, shida za pesa siku hizi, anaondoka nazo. Watu wamedanganywa danganywa na hizi madhabahu madhabahu madhabahu. Tuliyopewa ya kumtumikia Mungu katika dayosisi hii ni usharika wa Kana hapa Kana hapa Bwana asifiwe. Hapa hapa ndipo madhabahu, ndipo hema ya kukutania, Mungu tunakutana naye, moshi unashuka, akionyesha ishara ya yeye kuwepo wanakuletea madhabahu huko nyumbani kwamba hii ndio madhabahu yako. Wengine wametapeliwa wame mpaka hati fungu la kumi wametoa wame kwa kwenye madhabahu huko mtaani tani huko. Madhabahu ni hii hapa, madhabahu ambayo Mungu ameiandaa ndio hema yetu ya kukutania sisi. Na, Ina maana kwamba tusiwe na maeneo mbalimbali ya kumsifu Mungu, unaweza kumsifu Mungu. Ndio maana tukiwa na ibada kwenye kumbi zetu, tunakuwa na ibada, tunamsifu Mungu, tunatoa na sadaka, lakini ninachotaka kuonyesha hapa ni ile maneno ya ushawishi ya kutuondoa katika picha ya kujua kwamba madhabahu tuliyoitiwa ni hii ya kumtumikia Mungu mahali hapa. Na kiangalia somo hili lina mambo mengi, lakini mambo ya msingi machache Tuyaguse hapa. Jambo la kwanza ni kwamba safari yetu bila Mungu haiwezekani, safari yetu bila Mungu haiwezekani, bila Mungu safari haiwezekani. Uwepo wa Mungu katika safari hii ya maisha ni kama Mungu anajaribu kujibu maombi ya Musa na hata ujumbe tunaopewa katika mwanzo huu wa mwaka nasema, uso wa Bwana uende pamoja nawe, ambao ndio neno letu la mwaka la mwaka huu linatoka katika kitabu hiki hiki cha Kutoka, ule mlango wa 33. Uso wa Mungu uende pamoja nawe, yani Mungu yupo katikati kati yetu katika safari hii, safari ya kwenda mbinguni. Na ile neno la kwanza lilosomwa katika injili ya Yohana ule mlango wa 15, pale mwanzoni asema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu hamwezi kuzaa. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Tunaitwa kukaa pamoja na Bwana, maana safari yetu bila yeye hatuwezi kufanya lolote. Lakini jambo la pili, ahadi ya Mungu kutembea nasi ni ya hakika. Ahadi yake ya kutembea nasi ni ya hakika. Hii sio ya kubangaiza, ni ya hakika. Tena tunapotembea naye tunapata na hizo baraka zake, tunaona na hiyo raha ambayo ametuahidi katika mlango wa 33 mstari ule wa 14, ambayo neno letu la mwaka akisema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Yaani, katika safari hii raha hatuikuti mwishoni, raha tunaanza nayo. Tukianza hapa leo, Bwana asifiwe, kuanzia hapa raha tunakwenda nayo, sio raha tu tunaikuta huko mwishoni. Mwisho wa safari tunaanza na raha ile kuanzia hapa tunapomkaribisha Mungu atembee pamoja nasi katika safari yetu. Mimi napenda e, kunywa mtori. Wakati mwingi wananifahamu hata pale ofisini wenzangu wana, e, tu, tu, wakati mwingi kuna wanao tuandalia mitori, hasa nilipokwenda mahali fulani, nafikiri sijui ni Shinyanga au ni Tabora, nikaagiza mtori na nimezoea ukienda hasa kwa kule uchagani ukipata mtori unapata nyama, sindio? sasa, <laughs> sasa nikawagiza naomba mtori. Akaletea bakuli la mtori. Nikaanza kula, nikaanza, lakini nikamuuliza, mbana, sioni nyama. Maana nimenunua mtori ili kupata angalau nyama. Akasema endelea tu nyama utazikuta mwishoni. Yaani utakutana nazo huko chini mwisho huko. Maana labda ni chache, na ni kweli ni chache tu ulipofika kule mwisho kule. Ni tofauti na ule mtori wa Wachaga, unaanzia hapo hapo unakutana na, na nyama. Tulienda uchagani juzi na mama, wiki hii Jumapili iliyopita na tukayaona mambo haya nachotaka kuonyesha picha hapa ni kwamba katika safari yetu ya kwenda mbinguni, hii safari katika ulimwengu huu, tukianza na Yesu Kristo, tukianza na Mungu, raha hatukutani nayo na mwishoni tunaanza nayo, na hapa leo tunaanza nayo na hapa hapa. Kwa hiyo tumkabidhi maisha yetu, ili raha ianze hapa katika mwaka huu, mwaka wa raha, tuanze raha kuanzia siku hii tunapokuwa na Mungu wetu, maana amekaribishwa kwa njia ya wingu, ameingia katika hema ya kukutania. Tunakutana naye katika ibada, tunakutana naye tukiwa majumbani mwetu, tunakutana naye mahali popote, yeye anatupa raha, raha ya kweli. Tena Mungu anaahidi, uso wangu utakwenda pamoja naye katikati ya wana wa Israeli, ambao walipunguza imani yao kwake, walipunguza. Ukisoma ule mlango wa 32 katika kitabu hiki cha Kutoka, Wana wa Israeli walianza kuwa na mashaka walipoona Musa hashuki kwenda kutoka mlimani ambako ametumwa. Maana Musa alipanda mlimani kuchukua amri kumi za Mungu. Walipoona Musa hashuki wakakata tamaa, wakamwambia Haruni, tutengenezee ndama za dhahabu. maana huyo Musa ambaye tunamtegemea sasa hatumuoni, tutengenezee ndama na Musa naye akatengene, eh, Haruni akatengeneza. tengenezee ndama, Haruni akakubali akatengeneza hapa e, ndipo ninapoona e, viongozi ambao hawako imara. Maana wewe kama ni kiongozi, lazima wewe unaonyesha njia, si ndivyo? Sasa wewe haya, tutengenezee ndama, wewe unatengeneza, akatengeneza, ikatengeneza. Na Musa aliporudi kutoka mbinguni, kutoka kule mlimani, alisikitika sana, hata akavunja zile mbao za dhahabu. Mnafahamu habari hii katika mlango wa 33 na akakasirika sana kwamba siende akavunja zile mbao zenye amri kumi za Mungu. Na Mungu alipoona haya, alichukizwa sana, ukisoma ule mlango wa 33, akamwambia Musa, basi wachukue hao watu uende nao, mimi sitakwenda pamoja nanyi tena, namtuma malaika aende aende nani. Ndipo Musa akamlilia Mungu akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nasi, usitutoe mahali hapa. Usipoenda nasi, usitutoe. Lakini hakika walikuwa wamemkasirisha Mungu katika safari yao ili. Na wana wa Israeli walikuwa wepesi wa kusahau. Walikuwa wepesi sana. Ingekuwa mimi nisingesahau. Yale makubwa ambayo Mungu amewatendea katika safari yao sio ya kusahau. Maana ni juzi juzi tu wamevuka katika bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu, Musa amegonga fimbo, huko ni ukuta wa maji na huko ni ukuta wa maji, wakaambiwa piteni katikati. Hivi ningeweza kusahau jambo hili? Haisingewezekana. Lakini mara wamesahau wana wa Israeli katikati ya maji wakavuka kwenda ngambo. Na ingekuwa labda ni wanaume wa Kisambaa wakiambiwa, sasa ni, ni saa ya kuvuka, maana maji yanatisha jamani, fimbo imegongwa, ati maji yamekaa upande huu na upande huu, wanaume wa wakis, Kisambaa wangesema waongoe wavie <laughs> watangulia wanawake kwanza, kwa ajili ya mashaka kwamba wanawake kwanza watangulie, halafu wanaume labda watafuata baadaye kama kwa ajili ya mashaka hayo, labda mimi mimi hata kama ningeingia labda ningeingia mbio, ja, ja, ni ukuta hujui vitabomoka saa ngapi, kwamba nitakimbia, ni wahi kuvuka ng'ambo. Wakavuka kwa usalama na magari yao na ng'ombe zao, wakavuka ng'ambo kufika kule. Wa, wa, wa, Farao, nao wakaja wakasema, na sisi tunavuka, si wenzetu wamevuka, na sisi tunavuka, wakaingia. Musa alipofika ng'ambo, akagonga tena yale maji Yakajirudia, wakateketea ya ile jeshi la Farao likateketea. Kuanzia siku ile wana wa Israeli wasingepaswa kusahau, singepaswa kusahau kwamba hata Musa kama amechelewa, huyu Mungu tuko naye katika safari hii. Lakini walisahau, wakaanza kutengeneza ndama, na Mungu akasema siendi, siendi hiyo safari. Na Mungu akikwambia haendi, ng'ang'ana, umwambie Bwana, ninatubu uende nami maana kuna wabishi wengine wanasema hata kama huendi naenda. <laughs> ukienda peke yako umekwisha. Uende na Mungu katika mwaka huu. Ukiona dalili kwamba Mungu, Mungu ana dalili ya kutokwenda nawe, umwambie kwa magoti, kama Musa alivyosema, usipokwenda nasi siendi. Umwambie Mungu, siendi, katika mipango yangu ya mwaka huu sifanyi chochote kama wewe hutakuwa pamoja nami. Mungu wetu tumtangulize, na yeye atakuwa pamoja nasi katika safari ya maisha. Na mwisho tudumu ndani yake siku zote. Yeye yuko nasi. Tunaimba kila siku ya Jumapili, Mungu yuko hapa yupo pamoja nasi. Tudumu ndani yake katika safari yetu ya mwaka huu, tudumu ndani yake. Yeye atakuwa nasi mwaka 2026 akitupa baraka zake kanisani, atatupa baraka zake katika familia, baraka zake katika taifa la Tanzania katika maisha katika kazi zetu. Maana mwaka huu Mungu ameamua kutupa baraka zake, uso wake utatembea nasi. Ni wakati wa kuzivuna baraka, lakini kuzivuna baraka tukimkaribisha huyo Mungu katika safari yetu, baraka zake zikaonekane katika biashara zetu. Kama ni biashara ndogo, sasa zikainuke zikawe kubwa, tukamrudishie Bwana utukufu hata ulianzisha biashara ndogo tu mwaka huu, tuendelee kumkaribisha yeye na wingu lake, akatupe baraka za kutosha. Tena mwaka huu wenye magonjwa sugu ya wakapokea uponyaji katika jina lake Yesu Kristo. Mwaka, mwaka huu wa kumwomba, lakini kumwomba, kumngangania kwamba Bwana usipotembea nasi, usipotembea nami, nisiondoki mahali hapa mwaka huu, nitembee pamoja nawe. wale ambao kati hizi kati za kutafuta wachumba mwaka huu wakapate wachumba, wakapate wachumba, wakina dada wakapate wachumba, wakaolewe, wakina kaka wakapate wachumba, wawe, ili dunia iendelee vizuri kwa kumtumikia Mungu. We, mwambie Mungu kwamba ninataka hiki, kama somo la jana tulilofundishwa tukaona, wale walisema kile wanachohitaji. Kile unachohitaji unakitaja, unakitaja Nataja usimwambie tu Mungu kwamba ona mwenyewe hicho unachotaka kunipa. <laughs> Hawa tunaita wavivu wa maombi. Taja kwamba Bwana, mwaka huu mimi nataka mchumba. Mwaka huu nataka biashara yangu iwe nzuri, nataka nipone. Taja kama wakoma wale walivyoomba na Mungu akawapa, na hakika Mungu wetu aliye mgawaji ambaye yuko pamoja nasi katika safari hii atafanya makubwa tukifanya kazi katika mwaka huu kwa bidii. Kwaya vijana wameimba vizuri kwa baraka. Si ile mama unafanya kazi unapata baraka? Na katika kufanya kazi hiyo tuimbe tu, tufanye kazi kwa bidii, tuendelee kuzivuna baraka zitokazo kwake. Mungu akaongeze hata mabanda yetu na mifugo yetu. Mungu akaongeze mazao katika mashamba yetu, yalete mazao mengi katika mwaka huu. Mungu akabariki taifa la Tanzania. Mungu akalete amani katika taifa, kalete amani katika nchi, akalete amani mahali pote tunapopita, katika mwaka huu Mungu akatutangulie. Tunapoanza safari ya mwaka huu tutembee naye, tutembee naye tukiwa tumemkaribisha kwa hakika katika maisha yetu, tukipokea ukuu na wema wake, kama alivyoagizwa Musa, kutengeneza madhabahu katika wingu hilo, na sisi tunyenyekee madhabahuni pake, tukipokea baraka zitokazo kwake, maana yeye yuko pamoja nasi. Kila itwapo leo, usiache kumshukuru Mungu siache kufika kanisani, kutoa sadaka, ikiwa ni fungu la kumi, ikiwa ni sadaka ya kuzaliwa, kiwa ni sadaka ya kukumbuka tarehe ya ndoa, sadaka ya kukumbuka kipaimara, sadaka ya kukumbuka jinsi alivyokuvusha katika juma. Mtolee Mungu sadaka katika madhabahu, na wewe utapata baraka, na baraka hizi hazitakoma katika maisha yako, katika familia yako, na mahali popote utakapokuwa. Na Mungu aendelee kutubariki alibariki neno lake na ahadi zake ziandamane nasi sasa na hata milele, amen. Tusimame, naomba tusimame. Tushukuru Mungu wetu. Tunakushukuru kwa wema wako. Tunapouanza mwaka huu, tuanze katika jina lako. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita ukawe mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa kusamehewa dhambi zetu mwaka wa kuponywa magonjwa yetu, mwaka wa kuinuliwa sana. e Bwana, ukawe pamoja nasi kama ulivyoonekana katika wingu wakati ule wa wana wa Israeli. Sasa wingu lako litande katika kanisa lako, wingu lako litande katika familia zetu, wingu lako litande mahali popote tunapokuwepo. Ukawe pamoja nasi na uso wako ukaende pamoja nasi, jina lako litukuzwe. Anza nasi mwaka huu na kuendelea nasi katika jina lako Mungu Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amen. Tukiwa